TV tumekusudia kukuhabarisha na kukuburudisha. Mahususi ni kurudisha yale mahusiano kama inawezekana, kama kuna uwezekano vilevile, kuangalia madhaifu, ina maana kama kuna tofauti fulani, kwa kubadilishana kuwapatia haki baadhi, labda wanufaika kutoka kwa mzee Maitaria, kwa ridhaa yake mwenyewe, mwenyewe kwa sababu yeye ndio mwenye vitu hivyo, ili kuepuka tafrani baada ya yeye kama hayupo duniani E, tuna mashaka labda kama hajaandika hata wosia tumemshauri. e, watu wengi wana, wana, wana, wanaweza kufanya hivyo na tuna mifano ya kuandika wosia. kama ni mtoto nina hata kitu changu kile, wakigawane wote sawa, kama hata nikiwa na ng'ombe, wagawane tano tano, wote waenee, hata kama zitabaki au itabaki moja, haitoshi waiuze wapate kila mtu shilingi kumi kumi. Mimi nikawa na mimi naye nafuatilia neno la Mungu, hapo ndiyo iwe haki. Tutoa haki, nami nitoa haki kwa watoto wangu, tukubaliane wote, tutoa haki. Wakatokea wengine wazurumani kwa nyumba nyingine, wakawa ni waongo, wana, wana kuchota mali yangu hiyo, wanaharibu Alafu, nasema mali hiyo ni ya mama yao na mimi mwenyewe ndio mzee. Alafu ninapotaka kugawa siwezi kumtenga, nitampa kama nilivyompa mpa mwingine pasupasu pasu. Kama ni kilimo kama ni hatua tano, tano eneo watapata wote tano tano tano. Utaratibu niliokuwa nataka niutumie, nataka tutumie tu, hata kwa nyamaku huyu Musa tulitumie hivyo. Hata baba yetu alitukaiya kitu, sio kwa kujificha. Mimi nataka kutoa kitu changu wote wakikishuhudia, lakini wametokea wengine, nafikiri nadhani hapa, hawapo wale hao wa, wa, waliopo hapa ni wale tunaokubaliana kwamba hiki tutatoa sawa, ndio wapo. Baada ya kutoa vitu vyangu hivyo sawa, wengine wanakwenda wanavamia. Unasema hii kitu ni yetu. Ilikuwa ya mama yangu, analeta vurugu, anakwenda kupiga mikonge huko, lakini bahati nzuri watu wangu hawa bahati wakawa wenye busara. Ungekuwa <coughs> hawana busara, mimi nimempa mke wangu eh, mahara pakulima analimia watoto wake tunasaidiana na watoto nao anakwenda kunyang'anya namna ile, nadhani huyo kijana atataka uoe yule. Wajue mwenye mamlaka mwenye uwezo kama ni mama ndio ana uwezo hawa haki za binadamu atakuonyesha kwamba uwezo huu huyu mzee hana, na sisi wote tutasoma hapa kwa sababu kazi yake ni ya kuelimisha. Ah, huyu ni uwezo wake. Huyu anavamia, anawachanganya. Ingekuwa mimi nataka kutenga na mwambia labda mke wangu gati eh, hey, wewe utachukua heka kumi, mke mwingine hana, ingekuwa ninakosa nakosa, kwa nini nyakaa unayo asipate heka kumi? Kijana wangu namgawia ng'ombe nampa ng'ombe kumi, mwingine nampa ng'ombe mbili. Kwanini na yeye asipate ng'ombe kumi kumi? Hizo maya sababu haya, kwanini sijayapika wayapate wote, ili waishi vizuri bila lawama. Alafu kwa baadaye hao vijana, nyumba inayofata wamemvuruga hadi kakimbia. Hapa napoongea mama hayupo, amesha kuza kwenye nyumba ile ile, eneo limebaki wazi, ameacha mimea mihogo vyombo vi, vi, vyake, tumesomba vingine, wakaja wakabana kufuli, tukashindwa kuchukua vile kuchukua vile vyombo. Kwa hiyo hapo tulipo sisi ni makinda ya ndege, tuko huko, tulikuwa na mama yetu, alafu akaondoka kwenda kwao. Oh, ile nyumba ameiacha iko wazi, wamejenga kwenye eneo lake na ilijengwa wakimdanganya baba wanamtengea mama. Sasa hivi imegeu, imegeuka kuwa ni ya kwao. Yule mama ametoka na eneo tumeacha. Nataka na apatanishe mjiwani wote, atende haki sawa kwa sawa. Kama mtoto amemtendea mabaya basi atasema na yeye atatendewa, amezaa na yeye atatendewa. Nimekuja nimekuta maeneo yake hapo mpaka sasa, katuga eneo tukaanza kulima sasa baada ya kukata maeneo tulime hakugawi nyumba zote. Yameleta mgogoro tumesimama hivi na tulime. Sasa mzee, mimi si tunamwomba aache yote aje na shamba alio na eneo lake. Mwache hivyo hivyo. Alio baki agawiwe watoto. Alio baki, tu. Mimi sina mengi zaidi hapa. Mzee Simioni amenioa. Akishi hapa hapa. Akifanya mambo kazi yake hapa hapa. Kwa hiyo mimi, ile eneo kwa taarifa, alikuwa kwa kirefu zaidi alivyonioa. Mimi nilielewa ile eneo lote ni la kwake. Sasa changamoto hizo za vijana wake ni kwa sababu yao mwenyewe labda kwa marumbano yao kwa sababu kwa dharau labda wameshindwa kumheshimu babake wana wameshindwa kumheshimu wana madharau. Na changamoto ya pili ni hiyo ya mgogoro tuliyoeleza. Maana Mzee Simioni ametugawia sisi wanawake wote kama tulivyo wanawake sita. Yule wa saba, yule wa nane na maana mmoja aliondoka. Hayuko kwenye ndoa na taraka nayo. Ya mali mzee hakupokea lakini wanawake saba uko halali yake, lakini tumegewa wanawake sita, mmoja hakupewa. Kwa hiyo changamoto hiyo tunaomba mzee atutatulie, angalau na sisi wanawake wadogo tuwe na unafuu kwenye mgogoro wa eneo la Nyamelogoro. Kwa kweli mimi ni kama watanipeleka kwa sababu ya sindikizo la mzee, hapa ni kwangu na wewe kama mke wangu, na wewe utapata hapo haki, lakini mimi makazi aliponioa, nimeolewa hapa hapa na bado naendelea kuishi hapa. Uliangalia mpaka huko nyuma kote ilikuwa baba yangu mzazi Maitari <laughs> glia hmm, baada ya yeye wakati huo wa akiwa mzee, maana mimi mwenyewe nimezaliwa mwaka 1948. Na mkubwa wangu amezaliwa wa mwaka 47. Baada ya kuoa haka, huyu akapewa eneo baadaye, tukaenda hivyo hivyo operesheni ya vijiji ilizokuja tukaacha maeneo yote, mimi la kwangu pamoja na, na kaka yangu naye eneo la kwake, tukamkabiza tuka moja kwa moja, sasa likawa chini yake. Wala sisi ndugu hatukuja kumdai tukwamba eneo la baba, bwana, wacha tugawane, kila mtu alilima kwake. Mimi nashangaa sana hao wanae wanakuja kumnyang'anya ambapo ni haki yake. Wala halikuwa ni pori. Aliye na, na, na eneo hili uharalimio mm ambaye -hmm. kaka yangu Simioni Maitaria ye mwenye eneo hili lote. Jina langu ni Samuel Mwama ni mkurugenzi shirika la haki za binadamu Serengeti WASHEHABISE. Tumekuwa katika huu mji wa Simioni Maitaria kwa ajili ya suluhu na kuwafanyia alternative dispute resolution. Wamekuwa wanasumbuana, kushtakiana yeye na watoto wake mara kwa mara kwa ajili ya migogoro mbalimbali ya kutojua namna ya kugawa haki zao. Lakini tunamshukuru kwa Mungu kwamba tumefika hatua tumewaelekeza. Maana kwa changamoto kubwa ilikuwa ni kuwa na wanawake wengi, lakini bila kujua namna gani ya kuweza kila mmoja kupata haki yao, lakini tunashukuru kwamba tumemaliza mgogoro huu, na Mzee Maitaria ameahidi kwamba atafanya kazi ya kuwagawia wake zote ili watoto waweze kufaidi kutoka na hizo nyumba hizo kwa mezio. Lakini zaidi ya hapo, nimefurahi kwa ajili ya makaribisho tumeona utukufu, kulikuwepo na watumishi wa Mungu wa kanisa la Kisabato, e, shemasi pamoja na wazee wa kanisa kama watatu ambao pia wameweza kufikia Eh, wamekuwa ni msaada mkubwa sana eh, kwa ajili ya kuweza kupata suluhu hii.